naitwa profesa Eda Tandi Lwoga mkuu wa chuo chuo cha elimu ya biashara ambako tuna kampasi nne Dar es Salaam Dodoma Mwanza na Mbeya na leo tuko na waandishi wa habari ili kuweza kuwapa taarifa za msimu mpya wa udahili kwa mwaka wetu wa masomo 25 26 ambao tunatarajia kuanza masomo mwezi wa kumi. Na chuo cha elimu ya biashara kama mnavyofahamu ni chuo kikongwe mwaka huu tumetimiza miaka na tumebobea katika kutoa elimu ya biashara, kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalam, na pia kujengea uwezo wa ujasiriamali. Na katika mwaka huu, sasa hivi nina furaha ya kutangaza dirisha la udahili kwa mwaka huu wa masomo 25, 26, ambako tunategemea tutaanza mwezi wa kumi, na kwa masomo ya astashahada, stashahada pamoja na shahada ya, ya kwanza ambako uh, udahili kwa wanafunzi wa stashada na stashada ambao wamemaliza kidato cha nne mwaka huu na kidato cha sita, uh, tunategemea kwamba umeshaanza tangu tarehe 28 Mei na utakamilika kwa dirisha la kwanza tarehe 11 Julai hivyo tunawahimiza Watanzania wote ambao wenye vigezo waliomaliza kidato cha nne au cha sita, ambao wangependa kuja kujiunga kwetu kwa masomo ya astashahada au stashahada waweze kuja kujiunga. Lakini wale ambao wanapenda kujiunga kwa ajili ya digrii ya uzamili pia tunatoa hayo masomo, na pia tunategemea udahili wa, wa shahada ya kwanza utaanza tarehe 15 Julai kama ambavyo tumeambiwa na regulator. Sasa tunatoa kozi sisi, kama nilivyosema hapo mwanzo, tumebobea katika masomo ya biashara. Kwa hiyo tunatoa kozi katika usimamizi wa biashara, yani business administration, elimu ya masoko, ununuzi na ugavi, lakini pia tunatoa kwenye mambo ya uhasibu na fedha na masomo ya uchumi pamoja na metrology yani, uh, viwango na vipimo. Na ni chuo pekee Tanzania pamoja na Afrika Mashariki na kati ambao tunatoa haya masomo ya metrology au vi, viwango na vipimo. Hivyo waombaji wote wanakaribishwa kuweza kufanya application kwenye website yetu www cbe ac tz ili waweze kuangalia sifa za kujiunga pamoja na kuweza kufanya application. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na maswala ya udahili, pia ningependa kuwahimiza Watanzania, mwaka huu tunaenda kwenye kongamano letu la kimataifa la sita ambalo linaangazia nyanja za maendeleo ya biashara na uchumi ambalo litafanyika pale Dodoma tarehe 12 na 13 Novemba mwaka huu. Hivyo tunawakaribisha watafiti na wadau wote wa, wa, wa mambo ya biashara na uchumi kuweza kutembelea uh, website yetu ili waweze kuona ile call for abstract, waweze kuleta pia tafiti zao kwa ajili ya kuweza kuwasilishwa kwenye hilo kongamano na ili kongamano linafanyika uh, wanaweza kuja pale Dodoma au wakajunga na sisi kupitia mitandao yani online, ili waweze kuja kuwasilisha tafiti zao, lakini kuweza kuona CBE kitu ambacho tumekuwa tunafanya katika tafiti ya eneo la biashara na uchumi. Uh, pamoja na hilo ndugu waandishi wa habari kama nilivyosema, pamoja na kutoa taaluma na utafiti, pia tunatoa ushauri wa kitaalamu na kuwajengea uwezo wa ujasiriamali, lakini na sekta ambazo sio binafsi, sio rasmi ili ziweze kuwa rasmi. Kwa miaka miwili iliyopita, CBE tumekuwa tunajengea uwezo wa hudumu wa, mas, wa mabasi ya masafa na tumekuwa tunajengea uwezo, masomo yanayofanyika kwa wiki moja, wakimaliza wanaweza kuwa rasmi na kuweza ku, uh, kusajiliwa na LATRA na na hivyo kuweza kuajiriwa kwenye makampuni ya usafirishaji, na mpaka <coughs> sasa hivi tumeshatoa hii elimu kwa wahudumu wa mabasi 1470 katika kampasi zetu zote, yani Dar es Salaam, Mwanza na Mbeya, na kwa hapa Mwanza tumeshatoa hii elimu kwa wahudumu 680. Hivyo tunawahimiza wale wote wenye vigezo na ambao wangependa kuja kupata hii elimu tunawakaribisha sana, na mafunzo haya yanalenga kuboresha uweledi wa kazini, usalama wa barabarani, huduma kwa wateja na matumizi ya teknolojia katika sekta ya usafirishaji. Sasa, walengwa wa haya mafunzo ni kina nani? Wamiliki wa makampuni ya usafiri na usafirishaji, madereva, kondakta, watoa huduma za usafirishaji kwa mizigo pamoja na watoa huduma za usafiri wa umma, yani daladala dala, bajaji na pikipiki. Na wakimaliza wakipata kile cheti chetu cha ushiriki, baada ya hapo wanaweza kwenda LATRA na kusajiliwa, na hivyo kuweza kuajiriwa kwenye kampuni kwa sifa zinazostahiki. Wakija hapo, wanajifunza nini? Sisi tunawafundisha sheria na kanuni za barabarani, mambo ya usalama wa barabarani, weledi na maadili kazini pia tunafundisha huduma bora kwa mteja ma, maswala ya teknolojia. Sisi tunajua wote kwamba tiketi tunakata kupitia teknolojia, pamoja na elimu ya biashara, fedha na uwekezaji wenye tija. Mafunzo haya yanafanyika kwenye kampasi zetu zote kwa gharama ndogo tu ya shilingi laki mbili. Hivyo tunawakaribisha sana waweze kuja kupata hii elimu na kuweza kuwa rasmi ili waweze kuajiriwa kwenye soko la ajira. Naitwa Dr. Nasibu Mramba mkaimu naibu mkuu wa chuo anayehusika na na masuala ya kitaaluma utafiti, na ushauri wa kitaalamu. Ili kujiunga na Chuo cha Elimu ya Biashara ni lazima uwe na sifa ambazo ni sifa ambazo zinatakiwa na serikali na kuthibitishwa na nativeti. Ukitaka kujiunga na sertifikati yani, yn NTA Level 4 unatakiwa uwe na ufaulu angalau wa masomo manne, yaani uwe umepata kwa uchache D4. Lakini kama umefaulu zaidi inakuwa ni bora zaidi, lakini kama ukitaka kusoma kozi ya kompyuta au kozi ya vipimo na viwango, basi takupasa kwenye hayo masomo manne mojawapo liwe ni somo la hesabu lakini kama unataka kujiunga na ngazi ya diploma au NTL 5, unatakiwa uwe umemaliza form 6 na kupata principal pasi moja na subsidiary moja. Ukiwa na principal pasi moja na subsidiary moja, basi wewe unaweza ukajiunga na diploma. Lakini vilevile vile wale ambao wamesoma certificate katika vyuo vingine au CBE vinavyotambuliwa na, na serikali na wanaruhusiwa eh, kuomba ngazi ya diploma. Naitwa Profesa Robert Garani Mashenene, ni mkurugenzi wa chuo cha elimu ya biashara CBE, kampasi ya Mwanza. Eh, mimi nataka kuwaalika watanzania wote kwenye program zetu za shahada ya umahiri ambao ni masters degree programs. Tunazo za aina mbili ambao tunazitoa kwa njia ya kufika moja kwa moja chuoni ambayo ni physical eh, teaching process, lakini pia kwa njia ya masafa kwa njia ya mtandao online delivery. Kwa sasa kama alivyosema mkuu wa chuo, dirisha la astashahada na stashahada limefunguliwa, lakini pia sambamba na dirisha la maombi ya shahada ya umahiri ambayo linaendelea. Programu hizi zinatolewa kwenye kampasi zetu tatu, zinatolewa kampasi ya Dar es Salaam, kampasi kuu, kampasi ya Dodoma na kampasi ya Mwanza. Zile programu za online zinapatikana kwa kampasi ya Dar es Salaam lakini na kampasi ya Dodoma, anasajili kule lakini wakati wa kufanya mitihani anafanyia kwenye kampasi zetu zilizo karibu na yeye. Kama yuko kanda ya Ziwa basi anafika kampasi ya Mwanza anafanyia mitihani hapa nyanda za juu kusini atafika kampasi yetu ya Mbeya, hivyo kanda ya kati Dodoma, na mashariki kwa Dar es Salaam. Kwa hapa kampasi ya Mwanza wale ambao watapenda kusoma program ambazo ni za kufika moja kwa moja ambazo ni physical, eh, delivery. Ni program mbili tunazo hapa. Program ya kwanza ni masters ya uendeshaji wa masoko MBA ni eh, marketing management lakini na ya pili ni masters of procurement and supply chain management. Hizo zinapatikana hapa. Lakini programu hizi ambazo nimezitaja zinapatikana pia kwa njia ya masafa kwa mtu ambaye yuko yuko na shughuli nyingine anaweza kujisajili. Kwa zile za masafa ziko hizi ambazo nimezitaja, lakini ziko zingine kama eh, MBA katika human resource management, MBA katika finance and banking, project eh, eh, management evaluation and monitoring lakini pia ziko na e, ICT for development hivyo basi waombaji wote walioko e, na muda wa kufika katika kampasi zetu na walioko na majukumu mengine ambao hawana muda wa kufika kwenye kampasi zetu tunawakaribisha kutumia hizo fursa za kufika ama kwa njia ya mtandao kwa masomo ya shahada ya umahiri karibuni sana huu mpango wa elimu nayokwenda kuwapa wahudumu wa mabasi na wadau wa usafirishaji, mliona nini ambacho eh, kinakosekana kwenye utoaji wa huduma zao hata mkaja na mafunzo haya maalum ya? Kwa kweli kulikuwa na mapungufu kadhaa. Miaka miwili kabla ya tujaanza hii program tulifanya uh, upembuzi ya kinifu na kuja na, na huu mtaala baada ya kuona kwamba hii sekta ilikuwa sio rasmi, lakini inahudumia sana kwa nchini kwetu, na mabasi yale yanayoenda masafa yale yanayoenda mpaka nje ya nchi, na ilikuwa kuna kuna changamoto kadhaa kwenye upande wa huduma kwa mteja uh, eneo la maadili ya kazi, lakini usalama barabarani, ikitokea ajali, wale ndo wanatakiwa usike katika kutoa ile, ile huduma kwa wateja kwamba wateja au wasafiri wanakuwepo katika hali ambayo ni salama, lakini pia tumekuwa na mabadiliko makubwa sana ya teknolojia, tiketi zinakatishwa kidijitali. Baada ya kuona mapungufu yote haya tulikaa na, LATRA, tukaja na huo mtaala kwa, kwa kushirikiana na LATRA, tulitengeneza mtaala. Na baada ya hapo sasa ndio maana tukiangalia mafunzo yetu sisi yamejikita kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama, na pia hatufanyi sisi wenyewe, tunashirikiana na jeshi la, la, la polisi. Uh, tunashirikiana pia na, na BASATA kwenye mambo ya maadili zile video zinazoonyeshwa, lakini pia tunashirikiana na vyombo mbalimbali Red Cross na vyombo mbalimbali vya usalama ili kuhakikisha kwamba mafunzo tunayoyatoa yanatoa mafunzo tunatoa mafunzo ambayo ni practical kwa sisi wanafunzi, akija pale tukifundisha mambo ya usalama na majanga ya moto tunashirikiana na jeshi la, la, la, la, la kuzima moto kwa hiyo wanakuja pa wanajifunza practically. Kwa tukiongelea mambo ya maadili na zile video zinazoonyeshwa, tunakuwepo na BASATA na wanashiriki pale katika kutoa mafunzo. Huduma bora kwa mteja, sisi ndio wenyewe ambao tunatoa mambo ya customer service. Kwa hiyo tunamfundisha hayo maswala, lakini kidijitali pia, kutumia kata ticket kwa kidijitali na kutumia teknolojia, tunafanya tunawafundisha pia. Kwa hiyo ni mafunzo ambayo tumeona yanaboresha wanaweza kupata cheti na baada hapo wanaweza kuwa sekta ambayo ni rasmi, na kuweza kwenda kusajiliwa na LATRA na kuweza pia kuajiriwa, lakini pia kupitia LATRA ambaye ndo anasimamia hii sekta yote, na amekuwa anawahimiza sana kwamba sasa hivi wakitaka kuajiriwa wawe na cheti na wawe, wamesa, wawe na cheti kutoka uh, kwetu au kutoka NIT na wawe wamesajiliwa na LATRA ili waweze kwenda kuajiriwa na kuwa sekta rasmi. Sasa ili mtu atoke ameiva, ya mafunzo yatachukua muda gani? Mafunzo hayo kama nilivyosema ni wiki moja tu, anatoa laki mbili ndani ya wiki moja. Baada y hapo tunampa cheti cha ushiriki. Ana, anaweza kwenda LATRA na anasajiliwa. Baada hapo anaweza kuajiriwa au pia kutambuliwa rasmi kwamba sasa yeye ni muhudumu ambaye ana hiyo ana, ana, ana, ana elimu ambayo inahitajika. Sasa, mara baada ya wahudumu hawa mabasi kupata elimu, pengine tutegemee mabadiliko gani katika utoaji wa huduma hapa nchini? Kwa kweli tunategemea mabadiliko makubwa, kwanza kuanzia maadili kutoa huduma. Tunajua kabisa kwenye kufanya biashara sisi tumebobea kwenye biashara, biashara ili mteja aweze kurudi na kuendelea kuwa na wewe, lazima kwanza u umetoa huduma bora. Kwa hiyo tunategemea kwamba huduma zile zinazotolewa kwenye mabasi zitakuwa ni huduma bora, na kiasi kwamba kuweza kuvutia wateja waweze kurudi tena lakini tunategemea pia e, teknolojia haitawatupa haita mkono wa, wa, wa wahitimu wetu kwa sababu tayari watakuwa wamekuwa wabobezi. Lakini kumekuwa na majanga mengi yanatokea, gari inaweza ikapata moto au ikapata ajali. Sasa na wenyewe baadaye ya kukimbia, wakatengeneza taharuki, wenyewe ndo wanakuwa sehemu kubwa ya kwanza kuweza kumsaidia mteja au msafiri katika janga la moto linapotokea. Lakini pia tunaongelea sheria na kanuni za usalama barabarani kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi pamoja, tunaweza pia kuwaelimisha waweze kujua sheria na waweze pia kwa, na hii inaweza kusaidia pia kupunguza ajali barabarani, kwa sababu ajali nyingine zinatokea kwa sababu tu ya uzembe na kutofuata sheria na kanuni. Kwa hiyo tunategemea yale mafunzo yetu yanaenda kuboresha sekta nzima ya usafirishaji baada ya kuwapatia haya mafunzo. Mara nyingi tumeshuhudia serikali ikitangaza ajira tu, vijana maelfu na mamia wanajitokeza kuomba nafasi na wakati ni chache, hazitoshi hata robo ya waombaji. Kama CBE mmejipangaje kuhakikisha hawa wahitimu wanaomaliza kwenye vyuo vyenu hawategemei tu ajira e, zinazotoka serikalini? Kama nilivyosema, sisi ni wabobezi wa kutoa elimu ya biashara na 2022 ambao sasa itakuwa takriban miaka mitatu, tulianzisha program ya incubation, yani atamizi, na ile program inasaidia mwanafunzi mwenye ndoto ya kufanya biashara au mwenye bunifu anaileta, tunamtafutia walezi ambao wanatoka ndani na nje ya CBE, kwa tunashirikiana pia na sekta binafsi na sekta ya umma. Baada ya kuangalia zile uh, bunifu mbalimbali ambazo mbali mbali mbali zimekuja, baada hapo tunazilea ili waweze kuja kuanzisha biashara wakiwepo bado chuoni ili wakitoka sasa waweze kwenda kujiajiri na kuajiri wengine. Kwa ile program tangu tumeianza, vijana kadhaa wameshaleta uh, uh, bunifu zao na tumeweza kuzilea. Mwaka jana tulivyoenda kushiriki uh, yale maonyesho ya Tanga yalifanyika mwezi wa mwezi wa tano na tuliweza kuonyesha vijana wengi ambao walikuja na bunifu mbalimbali mbali walikuja na bunifu mbalimbali mbali ambazo zilikuwa zinasaidia katika kutatua changamoto. Nyingine zilikuwa za kidijitali, nyingine za kutumia mkaa mbadala na nyingi zilikuwa za, za teknolojia. Kwa hiyo tumeona, na tumeona kuna vijana ambao wengine wame, wakimaliza wamekuwa wanaweza kujiunga na kuanzisha kampuni. Kwa hiyo bado tunaenda tunawalea vijana na tunavyojua hii, uh, inaitwa ujasiriamali. Kwa hiyo tumekuwa tunawalea na pia ili kuweza kupata taarifa kamili, tarehe 19 na 20 wiki ijayo, tarehe 19 na 20 mwezi huu wa Juni, pale Dar es Salaam tutakuwa na kongamano la kuwakutanisha kwanza waajiri na wanafunzi, lakini pia kuweza kuonyesha bunifu mbalimbali ambazo tumekuwa tunazifanya kama CBE tangu tumeanza hii programu ya tamizi. Kwa wiki ijayo tutaweza kutoa taarifa rasmi vijana wetu wamefikia wapi katika hatua mbalimbali ambazo wameweza kufikia na pia tutaweza kuwakutanisha kwa sababu tumeona changamoto ya ajira sio Tanzania tu, ni duniani kote. Kwa baada kutambua kwamba hii changamoto bado ipo, kwa tumeona pia tuwakutanishe na waajiri, kwa tutakuwa na kampuni mbalimbali pale Dar es Salaam za umma na za binafsi, ili kuweza kuwakutanisha waajiri wa na wanafunzi, wanafunzi waweze kujua vitu gani vinavyohitajika kwenye interview. Lakini sio interview sasa, tunaongelea pia mwanafunzi anaweza akawa technically yuko vizuri, yani yuko competent, lakini ana miss hizi skills nyingine, interview, social skills, ku interact na wenzake, nidhamu kazini kwao. Tumeona hilo hilo hilo swala kwao, tumeacha sana kuwa na haya makongamano ma, ma, ambayo tulikuwa tunayafanya kila mwaka pale Dar es Salaam na kampasi zetu nyingine, ili tuweze kuwakutanisha wanafunzi na waajiri, ili wakitoka hapo wale ambao wanaenda wana, kutafuta kazi waweze kujua ni vitu gani vinavyohitajika kwenye soko. Lakini pia tuko kwenye mpango wa kuanzisha program za apprenticeship, yaani wanagenzi, na tayari tumeshapata ithibati ya kuanzisha mtaala wa digital and technology solution, yaani mtaala wa kidijitali ambao tutakuwa tunafundisha na mamlaka ya serikali mtandao, yaani EGA, ambako wanafunzi wale wa bachelor watakuwa wanakaa nusu mwaka uh, ile miaka mitatu, kwa semester moja anakaa chuoni semester moja anakaa kwa majira. Kwa hiyo tunategemea hizi program zikija kuanza pia zitaweza kusaidia katika kuleta suluhisho kwenye swala la ajira, kwa sababu mwanafunzi huyu akija kumaliza mwaka wa tatu tayari anakuwa ameshakaa kwenye soko la ajira nusu ya kipindi cha masomo, kwa hata akiweza akienda kwenye interview, tayari anakuwa na ana, ana, ana, ana uzoefu kazini kwa hiyo inamsaidia kuingia kwenye soko la ajira. Chuo cha Elimu ya Biashara kina program mbalimbali kuweza kuwawezesha wanafunzi kwanza waweze kulifikia soko la ajira kwa namna ya kuajiriwa au kujiajiri na kuajiri wengine. Matamanio yetu ni nini kama Chuo cha Elimu ya Biashara baada ya kukaa miaka 60 sokoni? Matamanio yetu ni yetu kwamba mwanafunzi akitoka asiwe anazunguka na, na barua kutafuta ajira. Mwanafunzi akitoka aende akajiajiri na kuajiri wengine. Kwa hivyo ndo tumekuwa tuna tunaimiza sana wanafunzi wetu, lakini pia tumekuwa na programu ya kuleta guest lectures, e, ge, ge, guest lecturers. Au guest lecturers yani, ni wataalamu wabobezi kwenye sekta ya biashara au kwenye soko la ajira, wanakuja wanaongea na wanafunzi wetu. Kwa hiyo tumekuwa tunafanya hivyo kwenye kampasi zetu, kwamba tunategemea kwamba tunachowafundisha kwenye mtaala. Akija na mtaalamu ambaye labda ni HR au ni mtaalamu wa masoko akija akaongea na wanafunzi wetu, anaweza kushia uzoefu zaidi na kuweza kumwambia mwanafunzi, ukija kwenye soko la ajira hiki ndio utakachokutana nacho. Ni kweli kwamba bidhaa za kilimo ndio bidhaa pekee ambazo zina soko kubwa sana duniani, na tafiti zinaonekana kwamba mahitaji ya bidhaa za kilimo kutoka Tanzania yatakuwa makubwa sana kwa miaka kumi ijayo na bahati nzuri, yale mazao ya kilimo yenye soko kubwa duniani yale top 10 yote yanapatikana Tanzania. Kwa hiyo kwa Tanzania, kilimo ni fursa kubwa sana ya ajira eh, kuliko ambavyo watu wangetarajia na ndio sekta ambayo asilimia 87 ya Watanzania wameajiriwa, na wengi wanaomaliza vyuo wanaenda kuajiriwa huko. Sisi kama Chuo cha Elimu ya Biashara hatujalala kwenye kilimo. Tuko katika hatua za mwanzo kabisa kuwawezesha Watanzania kufanya kilimo biashara tena kwa kisasa. Kwa hiyo sisi tuna mpango wa kuanzisha mtaala ambao utawawezesha vijana wetu wa Kitanzania na wakulima kuweza kuuza bidhaa zao professionally, e, kwa kitaalamu wanaita agribusiness. E, na tutauandaa huo mtaala kwa kushirikiana na wadau ambao sitataja hapa kwa sababu hatujakamilisha mazungumzo nao, kwa tutauendesha wenyewe, tutauendesha na wenzetu, na tutakuwa ndio chuo cha kwanza Tanzania kutoa hiyo elimu ya biashara kilimo katika level za chini certificate na diploma. Lakini niwaambie kwamba kwa sababu wakulima wengi hawajasoma kwao, zile sifa za kujiunga na vyuo zile za dine, baba zetu na wazazi wetu hawana, tutakuwa na programu special ya hawa watu ambao wao hawana hizo dine lakini wanahitaji kuuza mazao yao kisasa tena katika masoko ya kimataifa, na si masoko tu ya kimataifa, yale masoko ya kimkakati. Lakini tafiti zinaonyesha kwamba eh, wakulima wanadhulumiwa, wanadhulumiwa na madalali, wanadhulumiwa na mikataba ya kibiashara ambayo haifai mtu anapewa mazao huruhusiwi kuvuna hapa miaka kumi au wanakodisha mashamba kwa watu ambao wanayaharibu. Sasa ile mikataba inawarudisha wakulima wetu nyuma. Katika huo mtaala tutakaoandaa, tutatekea tutatafuta tuta, tuta, suluhisho ya zile changamoto zote zinazowakabili. Na kabla tujaanza kuandika huo mtaala, tutaanza na utafiti wa matatizo ya kibiashara ya, ya mazao yetu, ni pamba ni alizeti ni mahindi na tutakuja nao kwa hiyo, nasi tumelichukua na tumeshalianzia kazi, lakini tunafuata taratibu za kutengeneza kimitala na likamilika tu, basi tutaanza kutoa sasa. Katika kuhitimisha, Profesa, nini rai yako kwa wahudumu wa mabasi kote nchini juu ya elimu hii ambayo mnaitoa kama CBE? Uh, sisi tunawahimiza kwamba waweze kuja kujiunga na kufanya hayo masomo. Masomo ni wiki moja tu, na uzuri wa CBE CBE, tuko kwenye kanda nne: Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na Mbeya. Kwa hiyo waangalie kampasi ambayo ipo karibu na wao ili waweze kuja kujiunga nayo na masomo na kuweza kupata elimu ambayo itawasaidia waweze kuwa wabobezi kwenye huduma za wateja.